Tuelekee kaunti nambari 40 ambapo tabia ya wenyeji wa kaunti ya Busia kutotilia maanani swala la akiba na mikopo limetajwa kama sababu mojawapo ya umaskini. Waziri wa Biashara na Viwanda wa Busia, Olachuna Omuse amesikitikia kuwa licha ya serikali hiyo kuanzisha vyama 35 katika wadi zote za Busia, baadhi ya wenyeji hawajajiunga katika makundi ili kunufaika. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa afisi ya chama cha ushirika cha Faridi katika mji wa Port Victoria, eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia, waziri wa Biashara na Viwanda Olakachuna Omuse amewataka wafanya biashara na wavuvi katika eneo hilo kutumia fursa hiyo kujiendeleza. Eneo bunge hili la Budalangi linajulikana kwa uvuvi kama kitega uchumi, ila wengi wanaojihusisha na shughuli hiyo hawawekezi. Eneo bunge hili likiwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na umasikini. Bado sisi tuko na ile sijui watakula pesa huko, sijui watafanya namna gani pale waanzilishi wa chama cha ushirika hicho cha Faridi ambao ni walimu wamewahimiza wakazi na haswa wafanyabiashara kujiunga pamoja kwa makundi ili kujiinua kiuchumi kupitia mikopo ya riba ya chini na kupunguza kiwango cha juu cha umasikini Busia. Nakumbuka wakati niliajiriwa, sisi tuliingizwa tu kwa lazima, tulijikuta ya kwamba payslip tayari imekatwa na pesa inaenda faridi. Sometimes kuna vitu ambaye tunapewa kwa lazima inatusaidia, na wakati wote ambaye kuna jambo mpya imeletwa, najua Wakenya wanapenda kidogo kidogo kupingapinga vitu mpya Haya yanajiri huku serikali ya kaunti ya Busia ikiendeleza hamasa ya mara kwa mara kwa wenyeji kwa lengo la kuhamasisha na kuwainua kibiashara wale wasio na ajira we nao wafanyikazi wa serikali wamepewa changamoto kuchukulia kwa kina swala la uwekezaji ili kuwawezesha kuchukua mikopo ya kujiendeleza na kuwasaidia wanapostaafu. Na wakati unaenda retire, ama wakati kuna -exi kuna exit service ama una staff as a civil servant ama ha wherever hapo ndio utakulia. In terms of loan disbursements to the community around we have been able to disburse 289 million shillings. Jane Cherotich, Runinga ya Citizen Busia. Tusalie huko huko kwe.